Leo tumekutana hapa tumewakutanisha hapa waandishi wa habari kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro kutoa elimu kuhusu kuelekea uchaguzi mkuu, na lengo kubwa la mafunzo haya ni kutaka waandishi waripoti uchaguzi katika mazingira ya amani, lakini vilevile wajali maadili ya utendaji wao wa kazi. Tunataka waandishi wasio na upendeleo katika vyama vya siasa. Tunataka waandishi watoe fursa sawa kwa vyama vyote vya, vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu lakini kikubwa kingine tumekutana hapa kuwakumbusha waandishi habari masuala yao ya ulinzi na usalama kuelekea uchaguzi. Jinsi gani naweza kujilinda na majanga mbalimbali? Tutaelekeza hapa jinsi ya kujilinda na majanga ya mitandaoni. Vivyo hivyo tutaelekeza jinsi ya kujilinda wao wenyewe binafsi unapoenda kwenye kampeni, ili kuhakikisha kwamba uchaguzi ukiisha, basi wenyewe wabaki, wabaki salama. Lakini wito wetu kama Jowuta ni kuwataka waandishi habari Tanzania mwaka huu washiriki uchaguzi katika mazingira ambayo ni mazuri. Kwanza watimize maadili ya uandishi wa habari, waishabikie vyama vya, vya siasa, wasifanye habari kwa upendeleo, lakini kikubwa watoe fursa sawa kwa vyama vyote vya, vya siasa, na tunawahimiza hapa katika hilo jambo, lakini tunataka uchaguzi ukiisha, aa sema wabaki uandishi salama, na kingine tunatumia mafunzo haya kuwaomba viongozi wa vyama vya, vya siasa waheshimu waandishi wa habari kwenye hizi kampeni. Imekuwa ni kawaida wakati wa kampeni, chama kimoja kinasimama kinasema labda usitizame TV usinunue gazeti hili. Tunaomba waandishi wa habari wa, waachiwe kwa uhuru wafanye kazi yao vizuri bila kuingiliwa na wanasiasa, lakini vilevile, wakati wa uchaguzi tumekuwa tukiona baadhi ya vyama vikiwashusha waandishi kwenye misafara ya kampeni. Kwa hiyo tunaomba, unaomba safari hii isiwepo, waandishi waachiwe wafanye kazi kwa uhuru na kwa usalama zaidi, kama zilivyo tasnia zingine. Tuwe waandishi ambao tunaandika habari za kila chama, tusibague chama, tufanye kazi kwa weledi, lakini tuepuke zile habari za uchochezi. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi, ikiwa ni pamoja na kuandika, kutumia kalamu yangu vizuri, lakini pia kuandika habari pia zenye uzalendo, lakini pia za kuepusha chuki katika taifa letu. Ndio maana tunahimizwa kuhakikisha kwamba uandishi ambao tunafanya uwe usilete uchochezi, usilete vurugu zozote, usilenge kujenga sintofahamu kwenye jamii. Na haya yote tunategemea tutaendelea kulishwa zaidi na watoa mada wa wetu, kwa ajili ya kujiweka sawa kuripoti wakati huu wa kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, na hata baada ya uchaguzi, kwa weledi wenu ambao mnao, taarifa sahihi ambayo haina mgongano aina upendeleo na kimsingi, tutaomba tu ushirikiano wa vyombo vya habari kama ambavyo mara zote upo na kama nilivyo ripoti awali kwamba siisemei si, si, si, tume katika eneo letu sisi tumejipanga, tutashirikiana tuta kwa karibu na vyombo vya habari.